Ndugu mgombea, naomba nimalizie, na kwa ridhaa yako wewe mwenyewe uniruhusu nikufungulie njia kidogo, maana naona watu wamekaa vizuri. Nifungue nifungue hii ndo Samia itifaki inachoma kama msumari anabaki, wanatafakari na fimbo zao zambare, fupi ni dhamu a wa mwili, anatenda bila kufikiri, yote anagusa, wao mitego anatega, wao kunasa ananasa, wao hii soka bunduki, popote pale ije imwekee biti, mwekee biti, mwekee biti. Acha manga kazi na utu, ngoja wakuwekee biti, Liwaka, ngoja wakuwekee biti kidogo uimbe mbele ya mgombea urais hapa na waziri mkuu hapa, waone vipaji. Asha Manga, mwekee biti. Haya, Liwaka, endelea njia sasa yeah. Wana Ruangwa, aanze liwaka au nianze mimi? Aanze nani? Aanze liwaka mimi. Haya basi, emweka biti, weka sauti ya kutosha, weka mikono juu namna hii. Wana Ruangwa, anzisha biti hiyo, washa, tuanze Wangapi mnasema tuanze? Aya, aliwa kaanza. Ndio yeah. Uh, yeah. Uh, Samia eti faki inachoma kama msumari wanabakiwa na tafakari na fimbo zao wa zambari. Weka mikono juu. Yote wanagusa wao mitego anatega wao kunaso ananasa wao hili anapanga wao kuanavunja wao. Soka yes. Bunduki popote pale ukashuti. Twende kazi. Mesikia michano piga makofi mengi kwa Liwaka. Haya twende, okay. Hip hop inazidi glow, ina mana highway's dead na zi drop hizi flow kiis kama hemidi. Music napenda Mojanja kisupernova fit wa Shanita Krever, that's why I'm taking over. Lengo haina mana iwapo ijakamilika usimseme alokwama iwapo naye ajafika. Una utafiti, usiongee. Ikiwa sio mtoaji, ukipewa usipokee, kifo huwezi risiti, ndo maana na kaza moyo, hakuna special city, ila ilasoroyo mi ni lefari, producer ndo kamisa, nataka niwe smart kamaba la masaja si yeah. bishani na mwana na lamba lips, nafanya vitu vya maana ni kama mwanaume alis mawazo, ananiogopa akiniona, waza na power utadhani chopa, hata majibu. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendele, Tuendelee ama tusiendelee? Samia anazidi grow, na maana anafanya kazi anai drive hiti zi, haigizi kama jirani. Miradi ya maendeleo ametekeleza kwa kiwango, wote tunajua Samia ndio mpango, vitu vya afya nchi nzima, kina mama wanaringa, ndege kumi na moja, utalii umekuwa Samia, ni soja. Kusonga mbele tumeamua, jamani, inatosha, weka mikono juu Ruangwa! Oye CCM oye, CCM, oye.